ur hawezi kutembea barabarani hakikisha, tarehe ya mwisho wa mwezi huko katika viunga hivi, mazoezi madogo madogo kwa afya yako, kwa ustawi wa taifa letu. Majeshi oye, majeshi oye! Wale ambao walifahamu na yule mmoja wa polisi aliyefanya kitendo barabarani, haonane na mimi baada ya zoezi hili. Mimi ndiye kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji wa Kwani.

vyombo vya usalama mkoa wa Pwani na wengine waliojumuika nasi kuja kuhudhuria haya mazoezi. Mazoezi haya sio tu kwa ajili ya kujenga afya, lakini pia kujenga mshikamano, mashirikiano baina hivi vyombo vyetu ambavyo vinawajibu kulinda hili taifa ni eh, eh, baba niwakumbushe hayati ni baba wa oh, taifa aliwahi kusema moja ni nguvu, utenganu ni dhaifu, lakini nikaenda mbali niwakumbushe mmoja wa mataifa aliyepita Kofi Annan aliwahi kusema taifa bora linajengwa na vyombo wenye maafisa na askari na watumishi wake wenye afya njema. Ninatarajia huu iwe ni endelevu, kama leo tuko idadi hii, ijayo iwe idadi kubwa zaidi. Mwisho wa siku, tulinde mkoa wa Pwani, tuilinde taifa letu, tuyalinda majeshi yetu. <tipu> <tipu> <tipu> Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tanzaniaanaaaia nafasi lakini ni washukuru nanyewe kwa kufika. Mimi kwa jina naitwa SSP Ibrahim Kishindwa, sasa hivi ni kaimu OCD wilaya e, ya Kibaha, lakini kwa leo nawakilisha kamanda wa mkoa wa polisi wa Pwani. Tunapokutana e, namna hii ni platform ya kubadilishana mawasiliano. E, sisi ni wamoja na tunatakiwa tupendane, lakini katika mazoezi yetu lazima yatanguliwe na nidhamu. Nidhamu ni kitu ambacho ni cha muhimu sana katika majeshi yetu. Lazima tunapokwenda tujue tunakwenda kwa maelekezo, tutakuwa na viongozi wetu, ni lazima tuwaheshimu. Mwisho wa siku mazoezi yetu yanakwenda vizuri, tunakuwa na mashindano mazuri kuliko tunapokutana hapa inakuwa ni sehemu ya kufadhana. Tujitahidi sana, tujitahidi sana.